Football ipo Tanga, mambo ipo huku. Ni jiji ambalo wakoloni walipenda kukaa hapa, ni moja ya majiji ambayo yamejengeka yakapangika vizuri. Young Africans kutoka Dar es Salaam, ni vita ya ndugu kutoka katika jiji moja, katika ardhi ya ugenini. Ni kombe la CRDB Bank Federation Cup, ni mabingwa watetezi hawa. Milud Hamdi ameanza na Jiki Jiara langoni, safu ya ulinzi Ibrahim Abdullahi Ibrabaka na Dickson Job Israel, mwenda Kibwana na Shomari, Mudathir Yahya duka buya. Yakubu Ali yupo langoni pale, kutoka Zanzibar, lakini safu ya ulinzi inaenda na walinzi wanne, Edson Katanga, wilson Nangu, moja mabeki bora kabisa. Itakuwaje? Kandanda imeanza. Karibu sana uwanja wa CCM Mkwakwani, karibu sana Tanga. Ni mchezo wa nusu fainali, kombe la Bank ya CRDB kinapigwa hapa ni Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Prince Dube peleka pasi katika nafasi, Max Zengeli amekataa, golikipa Jacob Suleiman jaribio la moto zaidi katika dakika ya 14 ya mchezo, ni setup ilitoka kwa Dube Prince, aliupokea akanyosha kwa guu lake la kulia na anatoa maelekezo pia fullback ya kulia ambaye anakutana na, na Max Nzengeli upande ule. Stefan Aziziki Stefan amekataa kwa mara nyingine tena. Yakub Suleiman anamwambia hapana, sio kweli, sio kweli, akiwahimiza kuto kufanya makosa namna hiyo. Alitambuka Saidi Ndemla, likanyoshwa kwa guu la kushoto la Stefan Kiazizi, akakataa kabisa, anamwambia hapana, yupo pale Stefan, nakata golikipa Chola moyo, Naser Maulid Hassan, mpira ambao ulikwenda, makadirio yalikuwa mazuri, tukitafuta tageti na tageti aliipata, ulikwenda kudunda kama ambavyo wanafanyaga mara nyingi. Max Zengeli amejaza ndani, kunachezwa hatari langoni pale, mpira umepita. Karim Bakiri Mfaume anakwenda kumpa presha Stefan Aziziki, tobo imeshindikana amesaifu michomo, mingi umepitishwa mbali ile. Katika nafasi Yakubu Suleiman Ali, wa kwanza ni yeye kenda kumaliza, lakini hapana. Nangu kenda kuingilia, mpira umeondoshwa tena mbali zaidi na Wilson Nangu. nakwenda kukataa Dickson Job. Kipenga kimesikika cha mwamuzi Ramadan Kayoko, lakini Wilson Nangu akenda kuingilia ki Stefan Azizi alishindwa kutamba nao, naye Nangu Wilson akenda kuondosha mpira, amewekwa mpira ule mbele kule, jaribu kusogea tena zaidi Maxi Zengeli. Mwamuzi anasema iwekwe pale, ni gol kick. Nimeona Ramadhan Kayoko. Edson Katanga yupo chini, ndiye ambaye amekwenda kumweka chini ya ulinzi Maxi Zengeli, asifurukute na kuipata njia nzuri Piro uko pembeni kule, Dube kaupitisha kwa Duke Abuya, Abuya kabirisha mali katika nafasi na kataa Karimu, Dube! Ilikuwa <coughs> ni swala la muda tu, ni Prince Dube ndiye ambaye anawanyanyua mashabiki wa Young Africans, ndiye ambaye anapeleka sherehe Jangwani iliwekwa mali katika njia Karimu akataka kuokoa, akakutana nayo Duka Buya, Karimu akakataa, akamalizia Prince Dube Mpumelelo na kuwanyanyua mashabiki wa Young Africans. Ramadhan Kayoko anazimaliza dakika 45 za kwanza mchezo wa nusu fainali ya Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB. Ni Prince Dube Mpumelelo ndiye ambaye ameandika bao pekee la mchezo huu, mchezo wa nusu fainali wa benki ya CRDB, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kutoka uwanja wa CCM Mkwakwani Tanga. Anajaribu kuondoka zaidi, Mudi Beka akautenga mpira pembeni kule, Karim Bakiri anaujaza, nani huko, anacheza kwa kichwa, imekula chuma, wanakataa Young Africans. Israel Patrick Max Nzengeli amefanyiwa faul, jaribu kuondoka Mzize Clement. Clement Mzize ameunyanyua mpira ndani huku Max Nzengeli kakataliwa, Stefan umekwenda nje, aziziki Stefan kafatisha mali katika nafasi inajazwa ndani huku Max mpia Zengeli nafasi Yanga wanazipata nyingi, akaudhibiti wa kwanza akaweka kwenye mazingira rafiki zaidi akapiga na akakosa target, mpira ukaenda nje. Max Nzengeli Dube Prince umetengwa pembeni kwa Clement Mzize. Mzize mwenye nyua mpira ule Stefan, jaribio limekwenda nje kwa mara nyingine tena kutoka kwa ki Azizi Stefan wa akiba wakipongeza licha yoyote, aliupata mpira kwenye namba nzuri. Hasan Maulid kapiga kiba iskeri. Hasan Maulidi kapitisha mpira katika nafasi karib. ni offside. Ni offside, wameotea. JKT fullback ya boli alikuwa bele zaidi, yani ameotea asilimia mia. Kama ingekuwa VAR basi ilikuwa haina haja kuchorachora. Karim, kadi ya njano ameonyeshwa Jigi Jiara kwa kiashiria cha kupoteza muda. Mpira mrefu na badilisha mwelekeo pembeni kule kwa Yakob Suleiman Ali, ni yeye na Prince Dube. Ameweka mpira eneo la kuchezwa. Kadi ya njano wanaoneshwa, kadi ya njano ameoneshwa na yeye na Kayoko Ramadhani, ndiyo ambao namna alivyoingia. <laughs> Ibrahimu Bakar kenda kucheza mpira tu na mpinzani, alishaona tayari huyo anayekuja ish shauli ninja Udhibiti mpira ule, Dilunga akapirisha mali katika nafasi ile. Najim Magulu ni offside, amekamatwa kwenye eneo la kuotea. Kutoka katika benchi la JKT Tanzania, alimuona Najim Magulu ambaye alikuwa mbele zaidi na akaupokea mpira, hata hivyo ulikwenda nje mepoka mpira ule chama Klatus Max Zengeli Max Zengeli, akajaribu kuupiga mwenyewe jambo ambalo limekwenda tofauti. Sendemla kauset kwa gamba matiko, gamba matiko jaribio limekwenda nje. jiki jiara, imekuwaje mnaruhusu makosa ambayo anaweza kusababisha hatari. shiza kichuya kabirisha mali katika nafasi na jimu magulu anakataliwa, ni offside shuka. Kibendera cha Mohamed mkono kipo juu, yeketi Tanzania wamekamatwa katika eneo la kuotea, line ameona ni offside. Haya, maxi kwa mara nyingine tena, maxi pia nzengeli nafasi nyingi ameipata akachagua kunyosha lakini akulenga lango, mpira ukaenda nje. Luka Buya ni yeye na Gado, bado upo eneo la kuchezwa amenyuliwa ndani kule, ameudhibiti Chama akamwekea katika nafasi Mudathir Yahya, basi dakika ya 89 rasmi nguo za JKT zimelowekwa Tanga, hawawezi kutoka hapa, mambo ni magumu. Na hapo ndipo chokochoko ilipoanzia. Mpira ulikuwa katika eneo la kuchezwa, Chama Clatous akamwekea Mudathir Yahya na akauweka ndani ya wavu. Amepelekwa mpira katika njia, Max Sengeli, Max Zengeli Maxi, Zengeli. Mudathiri Ya ya! Ni offside, offside! Mudathiri, tulia, usitoe shingad, usitoe simu, ni offside. Kajaribu kusogea na mpira. Duke Abuya, kadi ya njano ameoneshwa. Maka Edward akasogea mpira ule akenda kuingilia Mudathir Yahya ambaye alikuwa kwenye offside position, na Hamisi Changwalo akanyanyua kibendera kwamba tayari wameshaotea. Yanga Maka Edward ndo mwisho kushika mpira kutoka Tanga CCM ya Mkwakwani. Yakubu Suleiman, usishangaye kwa nini yupo chini, alipata kashikashi nyingi mno, lakini Djigui Diarra amelinda lango lake clean sheet Akiondoka nayo maxim zengeli. Mchezo huu umepigwa ndiko ambako anapatikana Mkwakwani. Takwimu za mchezo, mashuti yaliolenga lango ni sita kwa Young Africans, sifuri kwa JKT Tanzania. Karibu sana Tanga waja leo. Kuondoka majaliwa. Mineghari mzinga kilofines, nikutakie jioni njema.